Avieta, rusha ndege, ushinde wapi, utatua. Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Sasa hivi kila kona ya mtandao wa kijamii ambao utaingia, lazima utakutana na video hizi ambazo zinamuonyesha Harmonize pamoja na Kajala. Kiukweli inaonyesha ni kiasi gani watu wamevutiwa kuwaona wawili hawa wakiwa pamoja, kiukweli, na hii ni moja ya kapu ambayo Uh, imetokea kupendwa sana na hata kurudiana; kurudiana kwao uh, inaonyesha ni kiasi gani watu wamependezwa, kwa sababu kila ukipita Instagram unakutana na posti zao, either upende ama uspende, lazima utaona. Lakini pia nikukumbushe usiku kwa mkia, leo Konde Boy Harmonize ameachia uh, ngoma tatu kwa mpigo. Ngoma ya kwanza inaitwa Six Round ambayo hii ameshirikiana na uh, Yana Toma, lakini pia ngoma nyingine inaitwa leo ambayo amemshirikisha msanii wa muziki wa bongo flava kutokea hapa nyumbani Tanzania. Hapa anamzungumzia Mbosokani Mshedede, na ngoma ya tatu inaitwa Uko Wapi, hii amewashirikisha wakali wa amapiano kutokea Afrika ya Kusini, hapa kuna vocalist pamoja na huyu msanii mwingine. Sasa kubwa zaidi ambalo limefanya nije nizungumzie hapa ni kuhusiana na namna ambavyo uh, baadhi ya watu wamepokea hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Cha kwanza watu wamevutiwa na Harmonize na Kajala kurudiana, lakini pia baadhi ya wadau wa muziki wanasema kuwa kile ambacho Harmonize amekifanya usiku wa kuamkia leo, ameshindwa kwenda na timing kwa sababu amefanya vitu viwili kwa wakati mmoja, na vitu vyote viwili ni vikubwa. Lakini pia mimi kwa upande wangu nimeona hawa baadhi ya mashabiki ambao wanasema hivi kuwa Harmonize ameshindwa kwenda na timing ama ameshindwa kwenda na upepo ni kwa sababu kitendo cha yeye na Kajala kuonekana pamoja, tayari hiyo ni stori kubwa sana, ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikaizima stori nyingine. Na Harmonize ametoa ngoma tatu kwa mpigo, ngoma ambazo kiukweli aliz, alikuwa akizifanyia promo kubwa sana huko nyuma, kuwa atatoa ngoma kali, ngoma ambazo zitaenda kufunga mwaka. Sasa ametoa ngoma, alafu yuko na Kajala, wamefanya uh, action ambayo Uh, kivyo vyote vile ilikuwa lazima izungumziwe. Na ni bwana, baadhi ya watu wanasema kuwa Harmonize kiukweli hapa uh, kwenye hili amebugi, kwa sababu upepo wake ama kemeso wake hile na Kajala waga ni kubwa sana. Kwa namna yote vile ama kwa namna yote ile, lazima iye na Kajala watazungumziwa zaidi kuliko uh, kitu chochote ambacho kitakuja mbele, na kitu ambacho kiko mbele ni ngoma zake tatu. Sasa hivi ukienda kwenye mitandao ya kijamii uh, Plomo ya ngoma zake hizo. Na kikweli, Kajala na Harmonize nyota zao zinaendana sana kwa sababu uh, the time tu akionekanaga pamoja ama wakiwa pamoja basi unaona uh, lazima Harmonize wanaongelewa ama wote wawili wao wanaongelewa. Na kikweli hii kurudi kwa Uh, Kajala kwa Harmonize itamsaidia Harmonize kumpushi uh, ama kupushi kazi zake kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Kajala ni mtu ambaye anaongelewa, anaongeleka kiukweli, lakini pia Harmonize ni mtu ambaye anajua kutengeneza content, anajua kujiposition, anajua Watanzania wanapenda nini, wafanywe nini ili wamuongelee uh, uh, uh, uh, uh, uh, au sio? Lakini kwenye hili uh, la, la, la, la, la, kutoa ngoma tatu kwa mpigo alafu, kwa tukio hili la Kajala, I don't know kama hakuwa amelipanga, basi tunaweza tukasema sawa, haku, ha, hakujua kile ambacho kitatokea, na kikweli I don't know kama Kajala alienda Zanzibar kwa ajili ya kumfanyia surprise Harmonize ama Harmonize mwenye alikuwa anajua. I don't know, kwa sababu sisi wat, watazamaji tumeshtukia tu from nowhere boom, Kajala huyo hapo. Lakini je, kwa Harmonize alikuwa anajua? na kama alikuwa anajua, kwa nini ametoa ngoma hizi tatu kwa mpigo, kwa, kwa wakati mmoja? Yani matukio mawili kayafanya ndani ya, ya muda mmoja, kwa sababu obvious, kuna moja lazima litashuka alafu lingine litakuwa juu. So hila, Kajala na eh, limekuwa juu kuliko ngoma zake, na kiukweli ngoma ambayo amemshirikisha Mbosso ni bonge moja la ngoma, ila anasema kwenye hili Harmonize amefeli ila akitaka faulu zaidi amtumie Kajala kwenye promotion ya ngoma zake ndivyo ambavyo ngoma hizi zitakuwa juu zaidi. Hebu niandikie maoni yako hapo chini na uniambie wewe unafikiria nini, kwa sababu mimi nimefikiria kwa upande huo, lakini pia nimepitia baadhi ya comment, wengi wanasema hivyo. Wewe unadhani nini ambacho kinaenda kutokea na Harmonize kufanya hiki ambacho amekifanya na Kaja? Unadhani kitadimiliza hizi ngoma zake tatu ambazo anazitoa? Na ili ngoma zake zisidimie, nini afanye? Tuandikie hapo chini kwenye comment. Mpaka baadaye, jirani yangu.